Baada ya mamia ya Wakenya waliotarajiwa kuelekea ughaibuni kupitia mradi wa serikali wa ajira majuu kufika bungeni kuelezea masaibu yao, leo hii ilikuwa zamu ya wizara ya leba kuweka mambo wazi kuhusu mradi huo. Waziri wa leba Daktari Alfred Mutua aliyefika mbele ya kamati ya Seneti kuhusu ajira akisema sehemu kubwa waliopania kuelekea mataifa ya nje kwa ajili ya ajira tayari walisafiri na waliosalia ni kutokana na changamoto kama vile kufeli kwa jaribio la matibabu, ukosefu wa fedha za kutosha kuendelea na mchakato huo, na baadhi yao kubadili mtazamo wao kuhusu nafasi zilizopo And we Or given a job in Belarus, or exams. Waziri huyo akitakiwa kuelezea kinagaubaga mchango wa serikali katika mradi huo.

Kinyume na madai yaliyoibuliwa na baadhi ya waathiriwa kuwa walilagaiwa fedha zao, Waziri Mutua anasema wakenya wengi hawana uwezo wa kugharamia malipo yanayohitajika, huku akisema serikali kupitia kwa wizara yake imebuni njia za kuwasaidia vijana wasiojiweza kupata fedha za kugharamia mchakato huo I, I

To be able to take the people out of this country. Na huku waathiriwa hao wakiendelea kusubiri kupata nafasi za ajira ughaibuni, wizara ya Leba inasema mradi huo uliokwama unatarajiwa kurejelewa upya baadaye mwezi huu <mulia>